Mandiyo na ndio nayosema kwa watu wa kawaida wanaoweza kuangalia mama tutaijaji tuta kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili, vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae, wajiandae kuja kusimamia mchakato e, wa uchaguzi uwe huru haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe unabunduki na risasi unauha. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nagani hali ni tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia hawa haa, waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita, kuliko ile vita. Yeah. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe hivi hawa polisi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 Nikasema tukia, tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo, na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa. Lakini kubwa zaidi, kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa, vimegawanyika ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Kuna mgawanyiko, mimi mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Ah, mimi sikuamini sana, laini siku moja mwezi Septemba imetoka hapa na kwenda ofisini kwangu nimekwenda nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale pale, kulikuwa na askari wawili wa traffic, askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, ana unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona, watu wawili wakapiga saluti. Yani, mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia dereva wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali a park, kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters. Ukipiga kona ile unaingia eh, pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya uza maua. Kwa hiyo tukaenda tukapiga tukasimama pale. Wale askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja kwangu pale wamefig a wamepiga saluti wamesalimu na bila hata eh, kero, wakasema mzee, tunashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Asema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa, imetugawa sana tunafanya kazi kwa mazingira magumu, nasema tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yani ilimtisha kwamba askari hawa wanaona wamepata nafasi ile, bila hata kujali nani anasikia, wamesema. Nilipokuja nilimwambia mama, nikasema mama, nimeogopa sana. Ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda unakuwa na wasiwasi na wasi.